Yes, glory to God, Hallelujah. God bless you. Mungu wa mbingu wa bariki nyote ambayo mmeweza kujoin muda kama huu leo. Ni siku yetu ya kwanza kabisa ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita na ni siku ya kwanza ya kuwa live kufanya vipindi vyetu live. Tumekuwa na changamoto za hapa na pale kuweza kurudi hewani kwa maana tumekuwa hatuko hewani kwa muda, lakini tulikuwa tunatamani turudi hewani ikiwa na nguvu mpya na ushindi uliotukuka ndani yetu, kwa maana kwamba picha zenyewe ziwe angavu zaidi na baadhi ya vitu hivyo, lakini tunamwamini Mungu kwamba mambo yatakuwa kama ambavyo Bwana alituaidia kuwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita. Kwa muda huu, nichukue fursa hii kushea linki na baadhi ya watu ambao wako hewani na wale ambao watakuja kusikiliza mesej ya leo. God bless you. Mungu wa mbingu akubariki. Mungu wa mbingu hakika akubariki kwa kujitoa kwako. God bless you. God bless you. God bless you. Mwaka huu tumeuita mwaka wa matokeo. This year, yeah. Tumeuita kuwa ni mwaka wa matokeo, tofauti na miaka mingine. Mara nyingi nimekuwa sitoi message au jumbe za kuita jina mwaka, lakini this time tumeamua kuita mwaka huu ni mwaka wa matokeo I don't know wewe mwaka wako umeuanzeje? Sijajua wewe ambaye utakuwa umeuanzaje mwaka huu. Tamanatamani uh, watu wasikilize kile ambacho Mungu amekiandaa kwetu kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita and we call it this is the year of results. Kwa nini nimesema ni mwaka wa matokeo? Kwa sababu kuna mtu kulima muda mrefu, lakini hajawahi kupata matokeo. Naposema, unaweza ukawa ni mkulima mzuri, unalima mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, ukazaa mpaka na watoto, wewe ni mkulima, lakini haujawahi kuona matokeo. Napozungumzia matokeo namaanisha evidence. Evidence. Unabaki kuwa ni jina tu kwamba mimi ni mkulima lakini hauna evidence za kufanikiwa au za kuona matokeo ya kile ambacho umewekeza nguvu zako. Kitabu cha Waebrania sura ile ya kumi na moja nataka tusome hapo Waebrania, Waebrania sura ya kumi na moja tusome hapo yeah. ya kumi na moja mstari wa kwanza na wa pili, nasema basi, na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na, na, na tuweke kando kila mizigo na zambi ile ituzungukayo kwa wepesi, tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mstari wa pili, taka tusome hapo mstari wa pili nasema, tukim, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambayo kwa ajili ya furaha iliyowekwa ndani yake aliustahimili msalaba na kuizalau aibu naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Baba. Nisikilize kidogo hapa, mtu wa Mungu. Kwa wewe ambaye unasikiliza Kiswahili. Ingine asema tuzungumze Kiingereza. Hapana, Kiswahili kwa leo. Nisikilize kidogo, nisikilize. Maisha ni kama mashindano, yaani wote ambao hata kama hawawezi kukuambia kwamba uko kwenye mashindano, kwa, isu, kwa, kwa mfano uko hapo Hauna kitu chochote, hauna evidence ambayo unaweza ukajivunia kwa watu, unaweza ukaonyesha kwa watu, hakuna mtu atakuthamini, hakuna mtu atakupigia simu muda mwingine hata, hata kukuomba ushauri, hata kwenye jamii au kwenye familia, unaweza kuwa umesahaulika, unaweza ukasahaulika kabisa. People can forget you, yaani wakakusahau kabisa. Kwa nini? kwa sababu people needs evidence. watu wao wanataka matokeo, wanataka waone evidence ambayo unaweza ukajizidisha naye. Maisha ni kama mashindano. Hata yule ambaye anakwambia mimi siwezi kushindana kwenye maisha na wewe, lakini ndani ya moyo wake na yeye anapambana, afikie hatua fulani ya maisha ambayo itampa sifa mbele za watu, inawezi ikamfanya na yeye akaonekana wa thamani mbele za watu hata anapokuwa anazungumza. So maisha ni mashindano kabisa, life is a marathon. Life is a marathon, maisha ni mashindano. Hata mwaka elfu mbili na ishirini na sita ambao unaanza leo ni mashindano, ni, ni fursa mpya lakini ndani ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita humu kuna mashindano. Kuna watu ndani ya mwaka huu wataolewa, kuna watu ndani ya mwaka huu watajenga, kuna watu ndani ya mwaka huu watapata kazi, kuna watu ndani ya mwaka huu watafanya mambo makubwa. Sasa life kama maisha yenyewe yamewekwa kama mashindano kwa namna fulani ni kama mashindano au ningesema like life is a treasure. Yaani ni vitu ambavyo vimewekwa vya thamani vikawekwa ndani ya muda, kwamba bwana, e, haya maisha ambayo ninakupa muda ambao nimekupa kuishi hapa duniani lazima upambane, lazima upambane ufikie ukuu wako. Nakumbuka kila mtu ambaye ame umbwa na Mungu amewekwa hapa duniani, lipo kusudi ambalo limo ndani yake. Unaweza usiwe unalijua hilo kusudi na kwa namna moja au nyingine, lakini uko na kusudi kabisa. Wewe unayetazama, lipo kusudi ambalo uko nalo ambalo Mungu amekuumbia hilo, na watu wanatamani walione hilo kusudi. Watu watakapoliona hilo kusudi ambalo Mungu amekuumbia, you will wonder, utashangaa, mbona watu wanaanza kuja kwangu, watu wanaanza kupigia simu, hata wale ambao hujawahi kuzania. Unaweza ukapigiwa simu na watu wakubwa ambao ulikuwa unawaona labda kwenye television, ulikuwa unatamani uko nyuma, kwamba natamani nikutane ni na hawa watu, natamani. Utashangaa unaanza kukutana nao, wengine wanakuja wenyewe. kwa nini? You are in marathon, uko kwenye marathon uko kwenye marathon, life with the marathon. Na mwaka huu nasema ni mwaka wa matokeo. Nisikilize, kama ni mwaka wa matokeo, ujue kwamba ni mwaka ambao people are crossing in other side. watu wanavuka barabara kwenda ng'ambo nyingine. Mwaka huu watu wengi wanavuka ng'ambo kwenda ng'ambo nyingine. Tutakuwa na watu ambao mwaka huu watatajirika mno, watafanikiwa mno. Wengine ambao wamepitia kwenye struggle kwa miaka mingi, wame struggle muda mrefu sana, mwaka huu unaweza ukashangaa, ndio watakao kushangaza wewe. Kwa nini? Kwa sababu this year is the year of result. Utayapata matokeo yako kama utaamua sasa, nisikilize. Mstari ule wa pili wa Ibrania inasema hivi, usomee Waibrania sura kumi na mbili mstari wa pili, sema hivi tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na ku, mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha Mungu Baba. Hebu sikiliza hapa, mtu wa Mungu. Kilichomfanya Yesu kustahimili msalaba na kuidharau aibu ni furaha aliyokuwa naiona mbele yake. Nisikilize hapa vizuri, kitakachokufanya upate matokeo mwaka huu, mojawapo ni pale ambapo utakubali kuidharau aibu. Kitakachokufanya upate matokeo ambayo umekuwa ukimwomba Mungu miaka mingi haujawahi kuyaona, udhihirisho wa nguvu za Mungu, matokeo ya kimaisha ya mafanikio, matokeo ya ndoa ambayo umekuwa ukiombea matokeo ya kupata watoto ambao umekuwa ukiwaombea, ni pale ambapo utakubali kuidharau aibu. Watu wengi huwa hawataki kukubali, hawataki kuidharau aibu. Nasemaje? Unawezaje kuidharau aibu? Labda mtu mwingine naweza kasema, tumishi, nawezaje sasa nikaidharau nika aibu? Aibu zipo za aina nyingi sana kuna watu kwenye maisha yako ambao wao wameshakuwekea limit kwamba fulani hata kuja kufanikiwa. Kuna watu kwenye maisha yako, kwa sababu wameona hali ya maisha ambayo umekaa nayo muda mrefu, wamesha give up na wewe, na imeshafikia mahali hao watu wanakuona mtu usiyefaa. Sasa kama ukichukua hiyo nafasi ambayo watu wanakuona nayo, maanake wewe mwenyewe utakuwa unajionea aibu, maanake hata kusimama mbele zao kuongea nao unakuwa hauna ujasiri nao tena. Kwa nini? Kwa sababu ni aibu. Mwaka huu wa matokeo wataka, watu watakaopata matokeo ya hali ya juu ni wale watakaokubali kuidharau aibu: kutoona aibu kuanzisha biashara, kutoona aibu kuonekana mjinga, kutoona aibu kumwomba mtu msamaha, kutoona aibu kusema kwamba mimi katika hili ngoja niliweke wazi, ili kusudi niishi maisha ya amani. Kwa sababu hiyo, mtu anakaa na kitu ndani ya moyo wake, maumivu ndani ya moyo, kinyongo ndani ya moyo, mateso ndani ya moyo wake, kwa sababu anaogopa kuonekana wa ajabu, anaiogopa hiyo aibu kama nikijulikana kwamba mimi huwa nafanya mambo haya mabaya, kama nikijulikana kwamba mimi huwa natenda haya mambo maovu. Sasa Yesu anasema alikubali kuidharau aibu. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita mtu wa Mungu, kubali ukatae ubali ukatae mpaka utakapoishinda aibu. Aibu inaweza ikawa ni ya madeni, kwamba ulishawahi kukopa watu madeni kiasi kwamba hauwezi kusimama mbele yao kuongea nayo, kwa sababu hiyo unaona ni aibu kuelezea kwamba mimi jamani, sasa hivi uchumi wangu umeyumba. Kuna mtu mwingine anaona aibu kusema kwamba, jamani, sasa hivi ndoa yangu haiko sawa. Mwingine anaona aibu kusema kwa mme wake kwamba hapa niliteleza, naomba unisamehe. So kitendo cha huyo mtu kukataa kuidharau aibu, manake huyo mtu hataki kucross in other side Mtu anayevuka barabara huwa hasikilizi kelele za watu wanaomuongelesha. Unataka kuvuka barabara, hauwezi ukasikiliza kelele za watu wanaokuongelesha. Kama unataka kwenda ng'ambo, huwa tunaangalia upande huu na upande huu, then unavuka. Hautaki kusikia sauti za watu. Kumbuka, aibu ambayo mtu anakuwa nayo ni pale anapotaka kuvuka. Kelele za watu zinapiga kelele, zinamwambia oya. Hautafanika mzee. Hiyo biashara tulishawahi kujaribu kuifanya. Oya, wewe huo utumishi wako you are going to fail. Toka hapa mjini nenda kijijini ukalime. Toka hapo ulipo. Hebu nenda ukaajiriwe, achana na mambo hayo unayoyafanya. So, ni ni aina ya kelele ambazo zinakuja kwa njia ya kukuaibisha. Sasa, Yesu anasema alikubali kuidharau hiyo aibu kwa sababu aliona kule mbele anakoenda kuna matokeo, si kama? Unanielewa, mtu wa Mungu? Mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka wako wa matokeo. Lakini matokeo haya lazima ukubali kuizalau aibu kabisa. Sitaionea haya Injili. Unajua kuna watu wengine hapa wananitazama wengine wameokoka lakini hawana hata ujasiri wa kuambia watu nimeokoka. Bibi nazungumza nasema, sitaionea haya Injili. kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anaogopa, anaona ni aibu, kama jambo la ajabu oh, karo pasude hadia, anaona ni jambo la ajabu kumweleza mtu mwingine mambo haya. Sitaionea haya Injili, kwa maana ni uweza wa Mungu letao wokovu So 2026. 2026 ni mwaka ambao watu wanapaswa kuidharau aibu ili kusudi wapate hayo matokeo. Utaaibikaje? Kuna wengine wako makanisani wanafanya huduma kwenye makanisa, lakini wanachokifanya hapo kanisani hakuna mtu anayekikubali lakini anaogopa kuonekana kwamba ni waajabu kutoka na kwenda sehemu nyingine. Oh, come on. Kwa sababu hiyo anaishi kwenye cheini ya, ku, ya kutaka kutoonekana mtu wa ajabu. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka wako. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka wa kuizalau aibu, mwaka wa kusema no more, sitaaibika tena mimi, hata kama watu watanionea wao, watakuwa wanaona ni mtu wa ajabu. Wacha nisonge mbele. Are you hearing me? Unatamani upate matokeo kwenye eneo gani? Just this is a beginning, we have 40 days. Tuna siku kama arobaini huko mbele za kujishi. Hmm, wacha nisome andiko moja hapa mtu wa Mungu. Biblia inasema hivi: Bibi, nasema hivi hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na zambi, hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na zambi. Can you imagine, hivo unajua Dhambi huwa ni tunda linalokupeleka kwenye aibu. Kuna mtu mmoja anasema amekaa na mtu na, na marafiki zake wengi wanakaa na marafiki zao, lakini yeye kwa sababu marafiki zake wote wanakunywa pombe, anaona aibu kusema kwamba mimi nimeokoka, siwezi kutumia pombe. Kwa hiyo na yeye anatafuta aina fulani ya kinywaji kinachoendana na pombe, kuhalalisha na kujiona yuko ndani ya kundi hilo. Sasa lazima ukubali kuizalau aibu. Kwa nini? Aibu ina matokeo mabaya. Aibu ndio huu inaturudisha nyuma. Aibu ndio huu inatujengea ukuta wa sisi kuvuka kwenda hatua nyingine. Aibu ndio huu inatufanya sisi tusione mlango wa kutokea, inatufungia mlango na tunafanya linalowezekana, muda mwingine tunapambana kwa namna yoyote ile, sometime kufeki maisha, sometime people fake life, kwa sababu anaogopa asionekane mtu wa ajabu, anaiogopa tu aibu, anajifichaficha. Lakini nisikilize, nikwambie, aibu ukiamua kuidharau aibu ni mlango wa Mungu kukupromote. Biblia inazungumza inasema, do not despise the retro beginning, usidharau mwanzo wako mdogo. Kuna mtu anamtaji mdogo, lakini anaona mi nikianza hii biashara siwezi kutoboa kwa mtaji huu mdogo huu, nitaaibika. Bwana, watu wanavyonifahamu mimi, anikute kweli nauza maji. Mtu anayenifahamu mimi anikute nauza vocha, navyoaibika mimi. Kama ukiona listen, kama ukiona mazingira unayokaa yanakufanya usifanikiwe, it's better you leave, ni bora ukaondoka ukaenda hata mkoa mwingine kutafuta maisha kama unaona kabisa kwamba haya maisha ndugu zangu naokaa nao hapa, nikifanya jambo fulani itaonekana mtu wa ajabu na wewe umeshindwa kuidhalau hiyo aibu yao, then it's better you live from one press to another press. Hama ilo eneo nenda eneo, eneo jingine na Mungu atakusaidia. Mungu atainua watu wa kukufichia aibu yako. Kumbuka Yesu alichukua aibu yetu, so kinachokufanya wewe uogope aibu, ushindwe kuidhalau aibu ni kwa sababu haujaona mlango kwamba huu ni mlango wa fursa. Kama nazungumza na mtu hapa, God bless you. God bless you. Kesho tutaendelea, kesho ni siku ya pili, tutaenda mpaka kwa siku arobaini. Leo imetokea emergency kwa sababu ni siku yetu ya kwanza, nataka niishie hapa, just I want to leave you here. Tomorrow, tutaendelea kujifunza kwa habari ya mwaka wa matokeo. Natamani watu waelewe matokeo huwa yanatengenezwa, na matokeo huwezi ukayapata bila mitihani. Ukitaka upotekea matokeo yako, fanya mtihani, na maisha yana mitihani mingi mno. Life has got many questions, has many questions tests So mitihani ya maisha itakapokutana na wewe usiogope, kumbuka hili neno, na kuacha na hili neno: apandaye si kitu, atiaye maji si kitu, bali yeye akuzae. Apandaye si kitu, atiaye maji si kitu, bali yeye akuzae. Namaanisha nini? Wewe unaweza ukalima lakini Mungu ndio huwa analeta matokeo ya kilimo chako. Wewe unaweza ukaamua kujenga nyumba, lakini Mungu ndio huwa anakuwezesha, anakupa nguvu za kukamilisha hiyo nyumba. Wewe unaweza ukaanzisha biashara, lakini Mungu ndio anayekuwezesha kuikamilisha. Apandaye si kitu, atiaye maji si kitu, bali yeye akuzae. Yupo Mungu ambaye atakuza kila ambacho wewe umekianzisha. Kazi yako wewe ni kumwamini tu. Maandiko yanazungumza yanazungumza kitu kimoja cha ajabu, yanasema: Bwana asipojenga mji, wajengao wafanya kazi bure, na Bwana asipoulinda nyumba au asipoulinda mji, walinzi wakesha bure. Wewe unaweza kuwa una mlengo mazuri ya kuanzisha biashara lakini Mungu asipokuwa involved kwenye hiyo biashara utastruggle mno. You need god in your life. Unamhitaji Mungu ahusike kukuvusha mahali. Unahitaji nguvu za Mungu za kukusaidia unahitaji Mungu akupatie hayo matokeo unayoyatamani. God is the god of results, he wants results, he will give you results. Apandaye si kitu atiae maji si kitu bali yeye akuzai i love you see you tomorrow shalom shalom peace god bless you amen